Kinyonge sana. Hapana. Sio Jamtazama vizuri ishaaona. Eh, Nika hapa mbele mbele. E. Unaona kinyonge, hmm. Tatu sio kinyonge, okay. Sio kinyonge. Zingekuwa dala. Okay. Eh kidogo, kinyonge kwa sababu kupitiliza. Unajua ukifungwa tano wewe, maana yake ni mbovu kupitiliza. Ukipigwa dala. Sasa sisi tatu alafu tulikuwa tujatimia e, watu wanaumwa pale ndani watu ni wagonjwa, wameumia mazoezini mm -hmm, wana stress za kuona wenzao kwa jukwani, hawajaingia kwenye mifumo, kwa sababu unajua, mnafanya mazoezi ya wa wachezaji mko wengi mm -hmm. Alafu kwenye mechi mnakwenda wachache, kwa sababu raha ya mpira ni kupokezana shanelewa lakini vijana wamejitoa kishai, haikuwa kinyonge ile. Kama goli la kwanza ni la kona. Mtu yoyote anafungwa. Goli la pili ni mistake tu za, za, za mchezaji wetu ambazo ni kawaida kwenye mpira lakini eh, ni, ni, ni, ni mistake za experience. Unaona kabisa kijana bado eh, ndio mechi yake ya kwanza anacheza na timu kubwa kama, kama Simba, unajua zile, lakini kama Tufanya sawa kijana mm, ndo angekuwa mchezaji mwenye experience. Ambaye ni nani? Yule Zuberi Lamela. Mm -hmm. Angekuwa ana experience. Mm -hmm. Angecheza kijana mwingine ambaye yuko jukwani mwenye ambaye ndo huyo nani sasa huyo kijana mwingine angecheza. Anaitwa Awara. Hmm? Angecheza pale. Kutoka wapi? Watu lihi ya Kishai. Ndio anakuambia sio kinyonge. Uh -huh. Lile goli lisingepatikana. Alafu goli ya pili pia uh -huh. Ni hivyo hivyo. Kijana naye kujichanganya wamepata goli lakini haikuwa kinyonge, kwa sababu kwanza tulifanikiwa kuwashika wachezaji wao ambao huwa wanawaimba kila siku. Kina nani hao? Kibudeni sasa amemaliza mchezo? Tunanong'ona wasisikie, alimaliza mchezo. Elie Mpanzu alianza kama namba kumi na moja, alikuwa anacheza kijana hapa anaitwa Shomali Mponzi Musa eh. Alimuama si uliona Kishai? Kwa mpira lakini. Nilikuwepo kuanzia kama kutoka namba kumi na moja akaja namba? Namba saba kuna ule mwingine ambaye ametoka kule kwa jirani zetu kaonekana kwenye goli tu kwe, kwe, nasema hivyo sio kwamba na uli so, kwa, ngoja, baada lile tukio, yani tu anashangilia. Ulimuona kwenye tukio gani lingine? nasema hivyo Sio kwamba nadharaa uwezo wa wachezaji hao nilio wataja, lakini nazungumzia momenti za mchezo wa leo, namna ambavyo vijana wetu walifanikiwa kuwazuia wachezaji wao hao hatari ambao wanawaimba wana wa kama wasingefanikiwa kuwazuia ile dhahama ambayo walikuwa wanategemea ingetokea, ingetokea. Eh? Ngoja Kishai, sawa natulia. Wakati unaotoka nyumbani, uh-huh. uliamini leo tunafungwa goli ngapi kwenye moyo wako? Aa, mimi najua mpira. Mimi eh, unaniuliza Issa Mbuzi? Mimi nakuwa mkweli. Ulijua ngapi? Kuna mtu alikuja pale uh -huh. akaniambiaje uh -huh. uh -huh. uh -huh. kwamba leo uh -huh. Fountain Gate, wanapigwa uh -huh. si chini ya goli tano. Mimi nikawaambiaje? Uweze amini mpira. Tubaki hapo, toa kwanza hiyo uweze amini. uh, uliona inawezekana hizo tano? Hapana, mimi kiukweli kabisa kutoka mwaoni mwangu mimi niliwaambia vijana wakati nafika pale ndugu zangu wandish a wa wakanipokea kwa shangwe sana yeah. leo, leo, nikawaambia huu ni mpira wa miguu yeah. na hii inayocheza hapo ni Fountain Gate Football Club mm -hmm. timu ambayo inakua kwenye misingi akiba yeah, hey, ya ya mabwana dakika kumi lingine kakiba yawaliopat ga kila mmoja sasa, kila mmoja akanakuja kivyake, kisambuze timu. Sisi tunajuana wale waandishi pale, si tunajuana? Wengine ni wa huko huko wana support, timu mnayo si yangu, lakini nawajua ndugu zangu, timu mnayo hapo tu mja kamilika, anasema "tulieni dawa ingie." kwa hiyo mimi niwapongeze vijana wamefanya kazi kubwa sana jana hii. mm -hmm. wamefanya kazi kubwa mno. Yaani ile style yetu ya kizombi mm -hmm. tuko sababu mmeingia kama mazombi kilichowakuta sasa. Tumewangangania. Kama walitegemea kupata mabao matano. Mhm. Hapo wamepata matatu. Mengi kaka. Ngania huko. Sambuzi. Hapana, huko sikungangania. Jana hii. Mngangania mpigwe tatu tu. Wewe? uh, ulitegemea ule chipsi na mishikaki mitatu Alafu umeletea chips na mshikaki mmoja. mm. Umetimiza malengo hujatimiza? Ulikuwa? Unataka ule, ule chips na mishikaki mitatu. mm -hmm. Ukala chips kavu bila mishikaki. mm. Umetimiza malengo hujatimiza? Ah, yani chips lakini umekula. Ila malengo yako kile ulichokuwa unakitaka umekikosa. Maana yake hapo hakuna kupata kudoko. Si, nafsi haijaridhika. Hakuna kupata kudoko. Naamini, naamini hata ukimgusa Ahmed Ali nyuma ya maiki ukamuliza vipi? Umeenjoy? Yeah. Umefurahia ushindi? Yeah. Anakwambia nini? Anakwambia mmm. mmm. eh, tume point tatu ndio zimepatikana lakini, mmm. ah, ah, uh -huh. wataka janei huko, ntakuja janei. uh -huh. Kuna ah, janei. Uh -huh. Kuna haraka. ile timu uh -huh. inge, ingekuwa tu tuna sabu hata tatu uh -huh. yani kwamba tuongeze nguvu kidogo kipindi cha pili ambacho wamepata goli moja uh -huh. hapa sasa hivi mashabiki anekuwa bado wapo hapa, wako hawajaondoka Piga magoli matano on target. I mean mashuti matano on target. Mm -hmm. Yule iliyo mkono Eldinho wakaso <laughs> e, mtu? so mtu tuna nusu. Yule mimi nimekubali kazi. Alafu siri nyingine janai mm. Ile ndio level ya wachezaji wetu tulionao kwenye timu ah. Mwana kiungo cha mkono mm. <laughs> wale ambao wako, wako jukwaani maranga yaani yule mkono mm. ongeza pia kidogo ndo yeah. Levu ya timu yetu. Issa Mbuzi, unapata wapi nguvu wewe ya kuongea namna hiyo, na umekula chuma tatu kwa sifuri? Natamani nikualike kesho, tuna mecha ya yeah. kirafiki, Mwenge yeah. KMC, yeah, like. na nitakupa nafasi ya kufanya exclusive interview na wachezaji hao wawili na nani, nijiandae. Mmoja ni Shomari Mponzi ambaye amemzuia Mpanzu pamoja na Kibu. Usisahau hilo amecheza namba mbili ka mzuia mpanzu mm -hmm. na kibu mm -hmm. kibu mpaka kama ametoka mm -hmm. alafu wa pili ni elie wakaso eldinyo mkono mm -hmm. mm. watu waligongana gongana pale katikati yeah. alafu ndakupa na nyongeza abdala yasini kulandana ha, mtu huyo toka yule nitakupa watu watatu utazungumza nao alafu wao sasa wao watakuambia sio mimi unaweza kusema isambuzi anaongea wale wachezaji watakwambia Janei hii mm. zombi staili tumi apply, tume introduce hapa leo mm. tutakwenda nayo na uzuri Simba wataikuta Babati ama mmeanza nao kwa Simba Sports mkapigwa chuma tatu mnasafiri nao au huko kingine watu tufunga mm. tutakuwa tushaka Uuni, kwa Simba tu au kwa ligi msimu wote? Yaani ili, ili ingekuwa inawezekana mm. imeche simaisha mm. kesho mm -hmm. ku, na mechi ya kirafiki tungeweza hata kurudiana nao hawa mabwana mm. Okay. Na ule mziki wetu wakauona, bwana. Hao ndo Fountain. Siwaulize Yanga, tulicheza mechi ya kirafiki na, na Yanga pale, si ndio? Uh-huh. na Yanga hmm. walipiga kelele kipindi cha kwanza, baadaye akakaa wakakaa kimya hmm. Ndio kitu ambacho kingetokea hapa kama tungekamilika jani hmm. Umeridhika? akakamuuliza kwa mediali kwamba yeye kwa kwa kama amefurahi. Sawa, karibu mwenge. Nitakupa kwa vijana. Utanipa. Shomali Mponzi ambaye amemzuia Mpanzu. He, kamzuia Kibu Denis. Sawa, alafu kulandana kawavuruga viungo wao, kawachukua kawatia mfukoni pap. Alafu akawa anaagiza tu hivi. Ah! Kishai. Unapata raha? Timu ana raha. Sasa kama unaona, Lakini sihuzuniki kwa sababu timu ninalo timu unalo, inalo kwa sababu FIFA ilituandikia barua juzi kwamba bwana bani yenu imekwisha, na waliomba radhi actually kwamba bwana yalitokea matatizo ya kimfumo kwa mawasiliano kidogo hapa katikati akawa ni changamoto, lakini kila kitu kiko tayari. K kilichobaki ni TFF kuwasiliana na, na FIFA ikiwezekana, watupe nafasi masaa kadhaa ili tuwaweke wachezaji wetu kwenye mfumo tuanze kuchapa watu kile kizombi zombi ile sasa mm. Tuenda kuwang'ang'ania watu mbele ya safari. Mechi mbili zote mmepigwa kwenye ligi, mmeanza vibaya. Wametufunga kwa bahati, wote kwa bahati eh hey. Mbeya City tena nyumbani kwenu, tuna Mbeya City ndio kabisa. Una namba nani pale, babu Kiombo eh yeah, mwanangu sana yeah. eh, muuliza yeah, bwana kule Fountain Gate vipi? atakuambia mm -hmm. kwamba walishinda lakini walilala, wako hoi tabani sawa mm -hmm. Leo hawa naamini watakuwa wamelala taabani, hawajafurahia walichokipata. Mi nina imani hiyo. nini ambacho umekiona sasa janei? hmm. kwa, kwa, kwa hali tu ya kawaida hmm. Yani kwa hali tu ya kawaida wewe unacheza na timu ambayo ina wachezaji wanne wagonjwa hmm. <laughs> sawa, ina sabu hiyo moja, unamfunga goli tatu kweli dakika 45 za kipindi cha pili unapata goli moja tu kweli, alafu kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, hiyo timu ambayo ina matatizo kibao kwa wachezaji wake ya kiafya, anafika golini kwako mara nane, anapiga mashuti matatu, wewe utafurahi? Huwezi kufurahi. Wanataka kusema kwamba simba ikoje sasa hivi na, e, nafikiri wana, wana, sijui. Unajua kuna siku mbaya kazini eh, inawezekana leo walikuwa na siku mbaya kazini. mm. E, unajua mimi sizungumzi kama ule bwana wa Mwanza alivyozungumza, Moses William yule alizungumza tu kwa sababu alikuwa anajishaua <laughs> anasema hizi tatu atafute kocha. Ah, kule ni kutomheshimu mtu, alishindwa kuheshimu Yanga sawa, lakini mimi mm -hmm. Timu yangu hii hii ndio nazungumza, fact nazungumza fact. Si watu si wameona? Sababu si mmoja tu alikuwepo benchi, zilikuwa jeupe tu... Naelewa, lakini wamebadilisha wachezaji, wameingiza wachezaji lukuki pale ndani kuongeza nguvu lakini, sisi nguvu imeongezeka hiyo, lakini vijana wameng'ang'ania, wame akasema, bana hizi tatu zinatosha hizi. Wao wako nasema leo anapatikana mfungaji bora wa msimu. Kwamba mfungaji bora wa msimu anapatikana leo, yule atafunga, leo, atafunga, leo, atafunga goli sita atafunga goli nane mwingine goli saba <laughs> Asante Kishai. Poleongea ah, nipe ongeraongera pole, Ni ongera. ongera na umefungwa rafiki yangu. <laughs> unajua Isu... wanasema bora nusu shali kuliko shali kamili. kutoka kwenye kusema mtafungwa kumi mpaka mm. tatu mm. Sini kheri hiyo kheri kweli. Sindio? mm. Sasa tukikutana nao wala kina lili chuku chuku. Mtafanyaje? uh -huh. ah. Kacha chapati hivi.